Kuelekea uzinduzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi, Mwananchi Digital imefanya mahojiano maalum na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, juu ya fursa zitokanazo na kukamilika kwa ujenzi wa mradi huu. Na hapa anaeleza namna ambavyo vivuko vilivyokuwa vinatumika eneo hilo vinaenda kugeuka matumaini makubwa kwa wakazi wa maeneo wa mengine ya mkoa huu. Hauna haja tena ya feri, kwa sababu feri ilikuwa inavusha watu na abiria E, wa abiria na magari sasa, si watavuka darajani. Kwa hiyo sisi mkoa wa Mwanza tuna feri zinazofanya kazi za serikali kumi na moja ambazo ziko chini ya mamlaka inaitwa Temesa. Sasa vivuko hivi tumeshavipangia maeneo ya kwenda Mwanza. Kwa mfano, wilaya Ukerewe ina visiwa zaidi ya thelathini. Ili kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, mzee lazima ule maji. Kwa hiyo sasa e, iko eneo mashuhuri, kwa mfano inaitwa Kome Eh, kivuko chao ni kibovu, wapige sana kelele, tumeamua tutapeleka kimoja Kome, kingine tutapeleka Sengerema. Na hapa naposema tuko kule Songoro Marini, tunajenga vivuko vipya vinne vyenye thamani ya bilioni ishirini na nane na vyenyewe pia tutavisambaza kwenye, kwa sababu unajua Mwanza ni mkoa wenye ukubwa wa skwaa ya kilomita za mraba elfu ishirini na tano. Mm lakini asilimia hamsini na tatu ya huu mkoa ni maji, kwa hiyo uwekezaji kwenye Ziwa Victoria Victoria ndo kitu muhimu sana kwa ajili ya usafirishaji, na ndio maana serikali pia, tukiachana na hiyo projekti ya bilioni 28 ya ujenzi wa vivuko vipya, vinne vitaongezeka na vile 11 n tulivyo navyo, vitakuwa vingapi? Eh, kumi na tano lakini tuna sasa hivi tunajenga meli kubwa sana ya kisasa ambayo imeshaanza majaribio, inaitwa MV Mwanza. E, tayari yenyewe imeshaanza, itakuwa inatoka hapa inaenda Bukoba, inatoka Bukoba inaenda port bell e, ke, kule Uganda. Na juzi nimezindua e, meli ya MV Mpungu ambayo ina uwezo wa kubeba tani elfu moja ambayo yenyewe na yenyewe ameshaanza safari, inatoka hapa naenda port bell Uganda. Atasimama pia Bukoba. Kwa hiyo yale mambo ya usafiri wa uhakika wa meli kutoka Mwanza Bukoba kufika mpaka Uganda, tayari sisi hapa hatuna changamoto tena. MV Mwanza itakuepo, MV Mpungu ipo, na MV Mpungu watajenga MV Mpungu tu ambayo itakuwa. Kwa hiyo Ziwa Victoria litakuwa linatumika ipasavyo, hata we ukija hapa kwenda Uganda wala uhitaji kutembea barabarani kufika mtukura kwenda wapi utapanda hapa MV Mpungu na wewe na gari yako, unakwenda Uganda, unatembea, ukirudi unaipakiza unaingia hapa siku ya pili. Kwa hivyo eh, tuna ma kuunganika kwa, nakumbuka eh, eh, SGR iko asilimia 60 kipande, kipande cha Isaka, mm, Mwanza Isaka. Sasa matarajio mwaka huu ukiisha mwakani, eh, SGR ifike pale fela kwa hiyo atakaekuwa anapanda SGR anapanda kule na mizigo yake, akifika fera ana, e, inaletwa hapa bandarini, na hapa bandarini tuna project ya upanuzi wa bandari inaitwa bandari ya kaskazini ambayo ina thamani ya bilioni kumi na nane. Kwa hiyo tunajenga bandari ya kisasa yenye thamani ya bilioni kumi na nane. Kwa hiyo Mwanza itakuwa connected na SGR, iko connected na bandari, lakini pia tuna mradi wa airport wa bilioni ishirini na nane. Hadi sasa serikali imetoa bilioni tatu na kwa hivyo tutakuwa na International Airport of Mwanza. Tunajenga jengo kubwa sana la abiria ambalo linaweza kuservice abiria elfu nne kwa wakati mmoja. Kwa sasa jengo lililopo labda abiria hawafiki eh, hata 30 40 wa VIP wenyewe hawafiki hata wawili watatu. Kwa hiyo serikali iko kwenye mpango huo, kwa hiyo tunaiunganisha Mwanza kimiundo mbinu wananchi nao hawako nyuma hapa, pia wanaeleza namna gani ujenzi wa daraja hili linavyogeuka kuwa msaada kwenye maisha yao. Tasaidia kuokoa mambo mengi sana. Kwa natupa saizi kwa natupa saizi unafuu, tunavuka kwa muda mfupi, tunaenda tunapata pale ferini. Uta feri ipo kule juu, tunaisubiria utakuta unapoteza na muda mrefu kungojea feri. Sasa hivi naona tu umeturahisishia na mambo mengi, tunamshukuru. Tunapitia tuna changamoto za kama magugu maji hmm. Atuvuki hmm. Inakuwa ni usumbufu hmm. Ila kwa sasa watakapo uzumele daraja hmm. Itakuwa ni vyepesi sana hata kama usafiri anapatikana kwa